Wakati unatafuta mtoto hakikisha unafanya haya mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza hakikisha unafanya kipimo cha hormone profile test. Jambo la pili hakikisha unafanya kipimo cha abdominal ultrasound. na jambo la tatu hakikisha unafanya kipimo cha VDRL. Hii itakusaidia kwa sababu utajua ni wapi kwa kuanzia. Changamoto za uzazi kwa wakina mama zinaambatana na mambo mengi sana lakini wengi wanadhani kwamba tatizo linatokana na hormone based issue peke yake. Kwa hiyo kama unapambana na kupata mtoto, kama unapambana na changamoto ya infertility, ni kuhakikishia kwamba unaweza ukawini hiyo trouble kama utafanya hivi vitu vitatu muhimu. Nakumbusha tena, hormone profile test, abdominal ultrasound pamoja na kipimo cha VDRL, kwa sababu kuna watu wanakosa mtoto au wanaingia kwenye tatizo la infertility kwa sababu ya hormonal changes, homoni zao hazijakaa sawasawa na hata inapofika katika stage ya uko mwanzo kwa mayai ili uende kwenye kipindi cha ovulation, basi mwisho wa siku wanafeli kwa sababu hawajui ni kweni itakuwa siku ya ovulation. Lakini watu ambao wana changamoto kwenye via vyao vya uzazi kama PCOS, uh, fibroids na mfano wa hayo ni kwamba wewe kwenye riski ya kushindwa kupata watoto kwa sababu ya hizo changamoto, aidha kuna brigade, aidha unao uvimbe maji kwenye mfumo wako wa uzazi kaya, of kwenye hii safari ya kutafuta mtoto, kama unasumbuliwa na tatizo la infertility, nikwambie tu sikate tamaa, hii inawezekana na unaweza kuitwa mama kama utafuata maelekezo na hatua ambazo unaelekezwa na wataalamu wa afya, aidha daktari wako au Uh, mtu ambaye umemwamini na kumpa ili zoezi la kushughulika na tatizo lako la uzazi. Okay, tatizo la uzazi ni kwamba mbali ya kwamba wengi wanasumbuliwa na tatizo la hormone imbalance na kushindwa kupata watoto kwa maana ya kuingia kwenye infertility, lakini kuna ambao wanapata changamoto ya kushindwa kupata mtoto kwa sababu ya maambukizi kwenye via vyao vya uzazi, hasa zile chronic condition kama PID. Najua katika vitavita zako umefanya matibabu mengi sana, umekutana na solution nyingi sana lakini still haujafanikiwa. Ila ukifuata hizi njia nizo kuelekeza, zoezi lako litakuwa rahisi sana. Hakikisha mtu ulio mkabidhi dhamana ya kudii na hii changamoto anafanya follow up, au kama hafanyi, hakikisha unamsumbua ili aweze kusaidia, kwa sababu hili zoezi linahitaji serious kwenye kuliendea. Sasa, kama ikitokea umegundua una changamoto mojawapo katika vile vipimo ambao umevifanya aidha, una uvimbe au una kwa uh, maana una fibroid, au una PCOS, hakikisha una dili na hali yako ya kiafya vizuri kama maelekezo ya daktari wako yalivyotoka. Lakini kitu cha pili, ikitokea una changamoto kwenye hormone za za kike, hormone zako za kike kwa maana ya luteinizing hormone and follicular stimulating hormone, bado hazi operate as planned hakikisha kwamba una nini na hili kitu na unatafuta ufumbuzi wa kina haraka, ili zoezi lako liweze kuwa fupi. Lakini kama una maambukizi yoyote kwenye via biya vyako vya biya uzazi, a condition like PID, hakikisha unaitibu haraka iwezekanavyo, kwa sababu hii changamoto huwa inashambulia via biya vyako vya biya uzazi na itafanya zoezi lako kutafuta mtoto liwe gumu sana.